Tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Milioni kumi, milioni ishirini, milioni thelathini, milioni arobaini, milioni hamsini, milioni sitini milioni sabini milioni themanini milioni tisini milioni mia milioni mia na kumi milioni mia ishirini. Kwa nini maonyesha zero? Lengo la kuonesha hizi hela ni kwamba kama kuna msanii utu wa Singeli ambaye unaona kabisa yani ni star tayari, lakini unaona kabisa anahitaji yani, nguvu yangu ili aweze kusurvive mimi niko tayari kufanya uwekezaji yoyote. Nitaweka hela yangu na nitafata sheria zote, na nimemtengea bajeti yake milioni kumi. Najua hapa atapata kodi ya miezi sita, atapata marazi, usafiri wa kumpeleka hapa na pale na nini. Kwa hiyo bajeti yake ipo. Kwa hiyo tagi msanii wako, ambao naona kabisa, huyu natamani kumuona anafika mara fulani, lakini amekwama anahitaji uwekezaji. Na kingine niwakumbusha tu kwamba ndugu yangu Mbosokani ameachia remix zake tatu, nafikiri ana remix kutoka Rwanda, ana remix kutoka Kenya na kuna remix ambayo ni hapa hapa Bongo ambayo amefanya yeye Darasa binasi. Kuna aliyofanya na kaligrafi, kuna aliyofanya na, na mgwanda pia. Kwa hiyo this time tusikilize vesi ya Bien, sababu Bien mimi ni my favorite artist.